Mpaka wa Nuru. Elian alitembea kwa shida akiwa amembeba zuri mgongoni akielekea kwenye mwanga wa kijivu uliokuwa uking'aa juu ya kilima mbele yao. Ardhi chini ya miguu yao ilikuwa na joto la ajabu, kana kwamba nuru ya mlimani ilikuwa ikichoma giza lililowazunguka. Zuri alikuwa akiongea kwa sauti dhaifu, Elian, e, usinibebe peke yako, nitatembea kidogo e eh. Elian, si tu rafiki yako, alijibu kwa upole yeye ni silaha yako ya mwisho. Walipokaribia kilele cha kilima, ghafla ardhi ikaanza kutikisika. Kutoka upande wa msitu, kundi la wapiganaji waliovaa mavazi meusi yenye alama za giza waliwasogelea kwa kasi, kikosi cha sumu ya kivuli, waliotumwa na mfalme Alma. Elian aliweka zuri chini na kuchomoa upanga wa zamani aliyorithi kutoka kwa mlezi wake. ni lazima nikupe muda, alimwambia zuri, lazima uvuke lakini kabla hajapambana peke yake, mwanga mkubwa kutoka juu ya kilima uliteremka. Mlango wa nuru ukafunguka taratibu. Ndani yake walionekana maumbo ya askari wa kale wa Enaria waliovaa silaha za dhahabu, wakiongozwa na mzee Atheon. Tumeitwa kwa damu ya kifalme, Atheon alitangaza, sasa vita siyo yako peke yako Elian. Mapambano makali yalizuka. Giza na nuru viliungana kwa kishindo cha radi. Elian alipigana kwa ujasiri bega kwa bega na askari wa Enaria. Zuri akiwa ndani ya mwanga alianza kugeuka, mavazi yake yakabadilika kuwa ya kifalme, macho yake yakang'aa kama nyota, na pigo la sumu ndani yake likayeyuka kwa mwanga wa ndani. mimi si tena msichana aliyefungwa gerezani, alisema kwa sauti ya kifalme, mimi ni mrithi wa Enaria. Alipoinua mikono yake, mwanga mkubwa ulisambaa kote. Wapiganaji wa giza walitupwa mbali na mlango wa nuru ukafunguka zaidi sasa ukiwa na ngazi ya mawe inayoelekea kasri la kale lililokuwa juu ya mlima. Elian alimkimbilia. Umebadilika. Zuri alimtazama kwa jicho la upendo, na bado ni mimi, lakini sasa najua mimi ni nani. Walikumbatiana na Mzee Atheon akawasimamia kwa heshima. Mpaka wa nuru umefunguliwa. Sasa Enaria ina malkia mpya. Lakini kumbukeni hii ni mwanzo wa vita vikuu. Mfalme Almar hataacha haraka. Na nyuma yao, ndani ya giza lililokuwa likirudi nyuma kwa mwanga wa Zuri, kivuli kipya kilianza kuchipua cha usaliti wa zamani na damu ya kifalme iliyoachwa.